Ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa tano 2025, majira ni saa tisa za Afrika Kati, ikiwa ni kumi majira ya Afrika ya Mashariki. Na Amini Rejabu wakili Kabonga the one and only town DJ pia ambaye ni kunakuletea haya matangazo. Karibuni sana kukuta mko mko mnatusikiliza, najua kwamba mko wengi na mtokea. Tumeanza kupanda nguvu ambazo mko mnafanya, ni nguvu ambazo uh, zina zinatutia moyo pia. So uh, Constant Mutamba ameweza kufunguka mambo makubwa sana. Yeah, mambo makubwa sana. Ndio maana nchi hii kama iendelee, kumbe kuna system ya watu ambayo miaka me, yote tunakuwa tunasemasema ile system kumbe inakuaga bwana. Unaona no, right? Yaani kuna watu ambao wanajuana kwamba kichwa fulani pale, kichwa kile, kichwa kile usiguse maenteria yao eh. Usiguze eh. So, usiguse maenteria yao na saa unakuja kupuvuari wanakupropoza kwamba bwana ndugu yangu angalia angalia angalia, sikiliza, sogea hapa sawa. So, sogea hapa na wewe hapa, e, njia hii kanali yako hii hapo, kuna pitisha maji yako hapo ah. <laughs> mstaka <laughs> sema mambo yenu. Hapana, ndo bifu yenye kuosa mtu ambaye yuko nayo na, na watu wengi iko na bifu na wakina Vitali Kamere, wakina Lukwebo wa baprokireri, ndo siseme yani, iko na bifu na watu wengi sirtu mu ya ya justice. So na ile mahakama hiki siku na hukumu watu bila makosa nina, nini na nini. Eh, yeah, kwa hiyo unakuta majaji wengi wako na beef na na Mutamba. Kwa sababu wana a, a, aliwanyanganya tonge mdomoni. Sasa wako namtengenezea mazingira ya kumfanya aweze ku kuanguka. Sasa alifunguka kwa marefu mno, unaona na ref, ya marefu mno ambayo alifunguka nayo ndio tutakwenda kuyasikiliza hapa, Constant Mutamba alifunguka kitu gani? Unaona? Constant Mutamba ambaye alisema nini mambo ya hatari sana, mambo yanatisha. So ni hivyo. Uh, kingine pia tunagusia masuala ya Joseph Kabila kuja Goma. Iko confirmé mara hiyo, iko rasmi na yeye alisema na yuko Goma. Ipareata ili pare hata ile speech yenye alifanya alifanyia Kigali. Tofauti na Namibia. Anta Kigali na Goma. Unaona? Kwa sababu diskuri yake ilikuwa narusha direct ku televizio ya, ya Rwanda. Sawa, so, bosi maanishi kwamba kwa sababu ilikuwa direct ku, ku TV ya Rwanda ndio alikuwa Rwanda? Hapana. Lakini kwa ma, uh, kwa kwa kwa kwa namna jinsi mambo mazingira inaonekana. Swate so, alifanyia Rwanda, Kigali ama alifanyia Bukavu na Nigoma vile vile, sababu yote inawezekana. Tutakwenda ku discuss hili swala. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka one TV. Ya, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, ndugu zangu, make sure kwamba una like kila ambacho uko na kiona B1 TV na wakati unafungua kwa YouTube ile m-ile ma, ma, ma, uh, matangazo zote za mwanzo hapana kuskip, yaache tu ipite, kisha ufuate Baraka B1 TV. So ukifanya hivyo, un, unakuwa una unatusaidia sana, sana sana. Zile, uh, uh, zile ad ni za muhimu sana kwa ajili ya kuweza ku, uh, kufanya Baraka B1 TV izidi kuendelea Namuona Kizenga um, Kizenga Tembele Jide, pia King Sel the only one king from USA. Namuona pia Izabe Ayeba, eh, Asimu Baguma Samuel kutoka Czech Republic, eh, Biondo Kinamba Mawe. Namuona pia ndugu yangu Dedone Buto to big up sana bro. um, Kiza Salum Elisha kutoka Nairobi, Kenya mwanali wa ng'ombe, wote ambao mko mnasikiza Baraka One TV, Baraka One TV tuko vizuri sana Australia ya, yeah, tunashukuru sana watu wa Australia, tuko vizuri pia USA big up sana from USA. Uh, vizuri sana South Africa, kule kuna maelfu ya watu ambao wako na Baraka1 TV. Yani, wote ambao mko South Africa, kwa Ramafosa, eh, tunasema big up sana. Namuona my man Pepper Soup, eh, pounded yam the Pepper Soup from South Africa. Na pia Kenya Kenya kuna watu wengi sana, kuanzia Kakuma camp, eh, pale kuna watu wangu wengi mno. Yeah, big up sana kwa wote ambao mko Kenya. Nairobi pia Dar es Salaam pia hivyo hivyo, na sehemu zote za East Africa ambako tuo tunasikia vizuri sana. Karibu sana ndugu zangu, tuendelee tusikize nini ambacho kiko kinajiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Constant Mutamba amechukizwa. Eh, amechukia sana amechukia sana baada ya eh, yeye kurudi Kinshasa na yote ambayo yeye alikuwa anasema dhidi yake, alichukia sana yaani, mpaka anakuja anaongea kwa jazba kuonesha kwamba vitendo ambavyo mmefanya nyinyi ni, ni vitendo vya ki, vya, vya kijinga sana vya kijinga sana. Hebu tu tu uh, tumsikilize Constant Mutamba jinsi alivyo oh sorry, jinsi alivyo kuwa na jazba mpaka kwamba sikia kwa Constant Mutamba.

Naam, huyo ni Constant Mutamba. So, uh, sitakuwa na mengi sana kukomante hapa, lakini anasema kwamba wakati anakuja alikuta kuna pesa ambazo ziko. Na zile pesa mwaka mzima hajagusa hata senti. Wale watu walimpropose pesa. Wanampropose wali vitu jinsi ya kufanya. Ajijengeka kanali kake kanje kadi kakuwa anavujisha pesa lakini amekataa. Ndio hii maana yake yote ambayo iko nafanya dia sasa hata kuwa na huruma tena, unaona hatakuwa na huruma tena, atakwenda kufungulia kesi wote. <laughs> E, ndio mwenye aniambia ewe, niambia Constant Mutamba kwa hii afere sasa, aache kufumba macho, kwa sababu wao wanataka mwangushi. Sasa yeye awaangushe wote, na ndiyo ile ambayo litakwenda kutokea. Ukiachana na swala la Constant Mutamba, swala ambalo liko mezani ni swala la ujio wa Joseph Kabila, eh, Goma. Um, watu wa LSP Kongo 123 wali confirm. Eh, Willi Goma ali confirm, Bezebi simo pia ali confirm na wengine pia wana confirm. Uh, wana Goma, Kabila, wabu, au, eh, wanamkaribisha Goma Joseph Kabila bosi wabu patron wao aje Goma. Unaona, ujio wake sio wa kutisha. A ni kawaida. Ancien président a kuja kujionesha iko ngambo ya ba terroriste. Ancien président anaamua kuchukua bunduki kumpiga rais ambaye amemwacha madaraka. Okay fine ni, uh, ni sawa. Lakini kitu ambacho Kabila atajua ni kwamba iko na jidanganya. Anajidanganya. Yeye anawazia ki po, population ya, ya Kongo iko nyuma yake. Siwazi kama kwa hii maafa ambayo tuko na sasa hivi. Kongo iko na, na, eh, kama kabila iko hata na 15% ya popularite mkongo. Wasababu, eh, kwa sababu angetwambia na tungemwelewa kwamba vitu ambavyo yeye aliacha mkongo, kabila aliacha nini mkongo, mongo asema aliacha iki wazake wakaribisha ni nini, eh? uh, uh, niko na maswali ma, matano ambayo nataka nimuulize hiyo bwana Joseph Kabila matano tu, afu utumalizie pale. Kabila, hebu twambie ni barabara ngapi ambazo wewe ulijenga route nationale numero 5 numero 1 numero 2 numero 3 numero 4 numero 6 numero 9 20 26 40, twambie barabara ngapi zenye ulijenga za lami mu RDC zenye zinaunganisha RDC ambazo hii serikali ya Kisekedi iliharibisha swali la kwanza twambie. Swali la pili twambie, ni masomo ngapi zenye weye ulijenga RDC, ukazi ekipe zenye hii serikali ilikuja kuharibisha. Hapo tuko msengi chantier yako yenye uliachaga huo msengi chantier ulisema. Uli ya tatu, ni mahopito mangapi vituo vingapi vya afya hospitali ngapi ambazo ulijenga ndani ya nchi hii ambavyo hii serikali ilikuja iliharibisha? Twende kwa upande wa maji, tuambie, ni mikoa gani ambayo umeipea maji kwa asilimia zote na hii serikali ikaja ikaharibisha? Twende kwa umeme, sababu hivi ndo vitu muhimu ambavyo wakongomani wanangaika navyo sana. Na ni jazia hapa kwa suala la usalama uliacha Kongo ikiwa iko na usalama kiasi gani? Ambavyo hawa walikuja wakaribu hakuna yani, tushinda tu tunatafuta majibu, ni kwamba hakuna. Hata jeshi lenyewe uliacha jeshi moja bovu sana liliko infiltre mpaka Kunivu ya juu, ndio tukua tu, tu, tu, tu, no, plus Kunivu ya Afriki, sawa lakini komande ma jeshi kisi ba Rwanda ndio yuko mu army wenye uliacha natengeneza juu ya kufer esheke mu army. Sasa wewe mwenyewe ulishindwa kufanya haya mambo yote, leo unataka uje mpigie Felix kudeta urudie ku pouvoir juu utafanya nini kenya ukufanya kabila, kabila, kabila. Nakuita mara tatu, mtoto ambaye asikii la mkuu, siku zote uvunjika guu naona mwisho wako unafika. Si so, uko Goma tayari. Sasa ulijitaba sema wewe ulikuwa solda nilikuwa solda e, ulifanya kisoda. Kisoda gani ulifanya hii? ya ya, ya, ya insemene Rwanda mnatoka matanzania mekanise au na ili wala lile uko na magambo zako, mnakuja Rwanda mnafanya formation ya insemene, unapewa bunduki unaingia mkungu, unapewa macheo na James Kabarebe, na mzee naye anakuachia hivyo hivyo Leo nikiwa sema sema uliko soda ulipigana wapi? Batai gani zaje wewe uliingia kufro? Hmm? Hakuna uliko soda tu wa, wa, mapambo. Soda wa mapambo. Hakuna kinyi unena tishia mtu pale. No. Kwa hiyo ushafika Goma sasa, karibu Goma Bwana Kabila. Usubiri sasa uone nini ambacho kitafanyika dhidi yako. Wakongomani mjua kwamba Kabila haiko tena, ana tena immunity yote ile. Ni mbuzi sa mbuzi zingine gisi pale, ni kuku sa majogo zingine, ni nguruwe sa kondoo zingine, ni ngombe sa bata wengine. Kwa hiyo ni ni chef rebel chef terrorist na ita, sasa abatizwe jina jipya aitwe chef terrorist, ndo jina mpya ya bwana Joseph Kabila. So yuko Goma, tunasubiria sasa tuone uh, nini ambacho waza waza waza waza waza watakwenda kufanya, Kabila deja iko Goma. Kinachofuata nafikiri tunajua. Asante sana kuwa pamoja na Baraka 1 TV kwa mchana huu wa saa tisa, tukutane saa kumi na mbili kwenye mitazamo mbalimbali ya wananchi.